Namoini yamka na ya mkana Baraka1 TV, ikiwa tarehe ishirini na tisa za mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano, majira ni saa kumi na mbili asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa moja majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu wakili Kabonga ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Walikale, wazalendo FARDC waichukua Kibati. Kamina, askari wa Rwanda akamatwa baada ya kuwaua askari wawili wa, wa FARDC buko maeneo ya Mura. Kivu ya kaskazini na Ituri, mapigano makali yazuka upya maeneo ya Masisi, huku jeshi la gundua silaha nyingi za serpe ya Kitomalubanga zilizofichwa huko mkoani Ituri. Kumbuka operesheni Saidia Muzalendo bado ikunaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tumia namba ambazo kuna zona kuwa Baraka 1TV ili uweze kuwasiliana na Baraka 1TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV huendelee kuinjoi matukio ambayo ya kuenda zidi kuri ndima mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko katika tarafa ya Walikale jimbo Kivu ya Kaskazini, ambako maeneo ya Kibati yameweza kuingia mikononi mwa FRDC pamoja na wazalendo. Yote yalianzia baada ya, ya ndege za jeshi la jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo pamoja na drones hiyo tarehe ishirini na saba za mwezi wa kumi na tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano majira ya usiku ambako waliweza kushambulia vitongoji kaza wa kaza ambavyo vilikuwa vienekaliwa na magaidi wa M23. Kutokana na taarifa kamili, shughuli zilianza majira ya saa nane hadi tisa usiku ambako majeshi ya FARDC yaliweza kuvizia eneo la Muhanga Burubi ndani ya grupmenti ya Luberike ikiwa ni karibu na Kashebere na hivyo kuweza kuwatwanga magaidi wa M23 na kufanya raia kuweza kukaa katika makazi yao, huku wakisikilizia mziki kwa nje kati ya FRDC na M23. Matukio hayo yote yalisababisha magaidi wa M23 tarehe 28 kuweza kuandika kibarua kipya cha kulalamika kwamba majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanavunja makubaliano ya sselefe, huku wakisema na wao kwamba itabidi waanze kuitikia mashambulizi dhidi ya MDD ya FARDC pamoja na wazalendo. Vitendo hivyo vilifanya wazalendo kuweza kuwafurumusha magaidi wa M23 maeneo ya Kibati na hivyo mpaka sasa hivi Kibati imeingia mikononi mwa wazalendo pamoja na FARDC. Mengi na zaidi, ripoti hii kutoka maeneo ya Kibati.

kule Kibati Walikale Kibati Walikale wazalendo Kibati grupu mteritoria Walikale wazalendo wanafanya jambo ajabu sana sana. mm -hmm, jambo gani umefanya wazalendo ni? uh, kuamkia uh, kuanzia asubuhi ya ya leo tarehe

Mi, na sana. Mm -hmm. Kama, kama, kama ilivyodanganywa ndani ya bustani ya Edeni, ndivyo nao wanadanganya, ndivyo nao wanadanganywa kule, wanapigwa kama nyoka, wanapigwa na vurubi kule vurubi

na uh, nani uh, Kibati iko inapakana ina na ma sehemu zingine gani naganina gani na gani, gani. za ziko mikono ya na mpaka Kibati M23 ni kilomita kumi kuanzia kumpaka ya Masisi na wali kuanzia udongo tukitoa Masisi kwa Masisi masi juu tunge Malikale mm. ni -hmm. kilomita kumi mpaka pale Kibati mm -hmm. Kibati njuu palipigwa sana wakasindikizwa hadi kilomita saba Mm. -hmm. Kutoa, kutoa Kibati mpaka pale Milonge ni kilomita tatu. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko Kibati, tuingie moja kwa moja maeneo ya Likasi Kamina, ambako ni Ancien Grand Katanga. Askari mmoja wa Rwanda akamatwa baada ya kuwaua askari wawili wa FARDC kwenye kituo cha mafunzo cha Mura, kwa jina anaitwa Foste Kanyeshuri, mzaliwa wa Rwanda ndani ya Gisenyi Alitokea maeneo ya Walikale hadi kufika Kamina, alikuwa kama askari wa FRDC ambaye alikamatwa maeneo ya Kabongo baada ya kuua askari wawili, kuanzia hiyo tarehe ishirini na tisa tarehe thelathini za mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano, na baadaye kuja kukamatwa. Mengine zaidi, huyu hapa Jenerali ni Sheke Ikuchu Ndenga

na hivyo wamekuwa wakipandikizwa ndani ya jeshi la Kongo ili kuweza kutoa siri za jeshi la Kongo kuzipeleka Rwanda kwa ajili ya mikakati ya kuendelea kuyumbisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Itafahamika tu kwamba askari huyo ambaye ni wa asili kabisa ya Rwanda, mzaliwa wa Rwanda, uraia wa Rwanda, alijikuta akiingizwa ndani la jeshi la FARDC na hivyo kusababisha mauaji hayo, hiyo tarehe ishirini na tisa na tarehe thelathini, kuja kukamatwa hivi karibuni. Vitendo hivyo vinaweza kuleta hisia tofauti katika majeshi ya FARDC na hivi kutokuwa na imani kabisa kati yao. Utafahamu tu kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa majeshi yenye uwezo na ngufu kubwa barani Afrika, lakini limekuwa dhaifu kutokana na kuingiliwa na mataifa ya nje ikiwemo Uganda pamoja na Rwanda. Hii ambayo uko nasikiliza ni Baraka1 TV unaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia unatufuata vizuri ukiwa huko Australia, ukiwa huko Canada, USA, Europe Central pamoja na East Africa na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Ejide Kizenga Tembele King Sele, the only one king from USA Osa Kizabe Aiba Mashaka Ayamba, Donebutoto Yondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine da Letisha da, da Asha da Arwin akiwa nasikiliza Baraka1 TV akisi kandeke ya simu ya Baguma Samuel kutoka Cheke Republic. Na baada ya, ma... ya taarifa hizo, tuingie tubaki huko huko Jimbori Kivu ya Kaskazini, kwa mapigano ya zuka upya Masisi, na huku mkoani Ituri jeshi la gundua silaha nyingi za serpe ya Kitoma Lubanga zilizokuwa zikifichwa maeneo ya Mabanga Mkoani Kivu ya Kaskazini hiyo tarehe ishirini na nane za mwezi huu wa kumi elfu mbili na ishirini na tano. Maeneo ya Kunyumba, eh, kitongoji ambacho kinapatikana katika eh, barabara ya Nyabiondo pamoja na Mutongo ndani ya tarafa ya Masisi. Kutokana na vyanzo, magaidi wa M23 waliweza mapema kushambulia kambi za wazalendo baada ya mapigano makali Wazalendo hao waliweza kuwakunguta vibaya magaidi wa M23 na kuwarudisha kule ambako walitokea baada ya kujaribu kushambulia kambi za wazalendo. Mpaka sasa idadi kamili ya waliopoteza maisha bado wa haijajulikana baada ya magaidi wa M23 walivyojaribu kwenda kuchukua eneo ambalo walilipoteza mwezi uliopita kutoka mikononi mwao na kurudi mikononi mwa wazalendo. Kutokana na mapigano hayo, maeneo ya hapo barabara ya Nyanya Biondo pamoja na Muton na Mutongo imeweza kuharibiwa na hakuna biashara inayofanyika katika maeneo hayo huku wananchi wakiendelea kusisitiza kutaka amani ya kudumu kutoka kwa vikosi vya serikali ili waweze kuwapiga magaidi wa M 20 na tatu. Tukitoka huko mkoani Kivu ya Kaskazini na tukie mkoani Ituri ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC limeweza kugundua silaha nyingi za kundi la waasi la Serpe ya Kibwana Toma Lubanga huko maeneo ya Mabanga, anasema luteni msemaji wa Ituri Jile Ngongo. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC wameweza kufanikiwa hiyo tarehe 26 Oktoba mwaka 2025 kwa mara nyingine kuweza kugundua silaha nyingi zilizokuwa zikifichwa na za waasi wa Serpe Akitoma Lubanga pamoja na waasi wa Zaire ambao ni washirika wa M23 maeneo ya Mabanga, kitongoji ambacho kinapatikana ndani ya utawala wa Mambisa tarafani Njugu. Taarifa kutoka kwa luteni msemaji wa jeshi la FARDC mkoani Ituri Jile Ngongo zinasema kwamba ilikuwa ni silaha kumi na moja nzito huku kukiwa pia silaha nane za rejareja ikiwa pia silaha za AK 47 pia na za aina ya AK hamsini na sita zikiwa pia na risasi aina ya, ya miguu ya kuku na pia risasi za aina za uzi pamoja na risasi za kutosha, amezidi kusitiza msemaji wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko mkoani mkoani Ituri, Bwana Luteni Jile Ngongo kwa jina la Gavana Luboya Kashama Joni, Luteni Jenerali e, Jenerali Bruno Mandevu, akiwa ni kamanda wa sekta ya operesheni ya Ituri, amesema silaha hizo zimeweza kukamatwa na kupelekwa katika maeneo muhimu kwa ajili ya kuzichoma moto, maana ni silaha haramu kutoka kwa magaidi hao wa shirika wa M23 huko unasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV, na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwa asubuhi hii ya leo. Mengine tukutanane majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili kwenye mitazamo yetu. Mimi ni baba la baba mzee wa guasuma Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP ambaye kurushia haya matangazo. Baibai, bye bye.